Jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Kinondoni limesema mtoto aliyekuwa kwenye gari lililoibiwa tarehe ishirini na tatu mwezi huu jijini Dar es Salaam na kupatikana Kibaha mkoani Pwani amepatikana akiwa salama. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni, Susan Kaganda, mtoto huyo amepatikana mara baada ya kutelekezwa katika baa moja maeneo ya Kawe jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi lilifanya hatua za awali kwa maana ya kutambua mtoto alifikaje pale, na kwa mujibu wa aliyekutwa na mtoto ambaye ni mhudumu wa baa, anasema majira hayo ya saa kumi na moja na nusu uh, alifika mtu mmoja wa kiume akiwa na mtoto, akamwambia naomba nishikie huyu binti, naenda kununua vocha, na hii ilikuwa ni baada ya kununua soda, akimnunulia mtoto Fanta na yeye akinywa Sprite kunywa Sprite ile ikiwa nusu, akasema anaenda kununua vocha. Na ikawa jumla saa moja na nusu, tulipewa taarifa, tukamchukua mtoto, tukafanya upelelezi wa awali. Mtoto alikabidhiwa kwa wazazi akiwa na afya njema. Kamanda Kaganda akatumia nafasi hii kutoa wito kwa wazazi kuepuka kuacha watoto wao kwenye magari wakati wao wanaendelea na shughuli zao wanapohitaji kupata huduma nyingine wakiwa njiani wanaendesha, ni vyema wakafunga magari na kuangalia usalama wa gari, then wakaenda kununua bidhaa au kufanya shughuli nyingine. Lakini jambo hili la kuacha gari kwenye silence, unasema nachukua bidhaa mara moja, au hili swala la kuacha watoto kwenye gari na wewe unaingia kwenye duka au sokoni kuchukua bidhaa, hii ni kutoa fursa kwa wezi na watu wenye nia ovu. Sasa tushirikiane, tunaposema ulinzi shirikishi ni pamoja na kila mmoja kutimiza wajibu wake ikiwemo wajibu wa kulinda mali ulizonazo. Aidha, polisi wanaendelea na upelelezi ili kuwabaini wanaofanya matukio hayo ya wizi wa magari.